Hivi ulishawahi kutaka kuongea mbele ya kipenzi chako ukahisi kama utaharibu? Hivi ulishawahi kuongea jambo mbele ya kipenzi chako likazalisha jambo jingine? Hivi ulishawahi kukumbushwa neno chafu ambalo ulimwambia kipenzi chako na ulishasahau ulimwambiaje na ulimwambia lini? Anyways, katika video hii tutajifunza nafasi nyeti za kutia zipo mdomo wako za kushona mdomo wako. haijalishi wewe ndo kidu, haijalishi wewe ndo kijii, utamalizi hapo ni mimi Mr. Abdunnoor. sera yangu ni ile ile, nataka kijiji kiwe kikubwa, mabibi na mababu wote ndani, kama we ni mnio kumbuka kusubscribe ili mwisho wa siku uweze kwenda na mimi katika video zangu zijazo, lakini pia usisahau kubofya kitufe cha kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapoweka mzigo mpya. Japo najua notification zinakuwa zinaboa right, ila kumbuka kulike, kutoa maoni, lakini pia kumbuka kushare kizuri kula na mwenzako. Anyways, ni muda gani sahihi unapaswa kufunga mdomo wako? Unapaswa kutia zipu. Najua unajua lakini nakwambia ile kukazia maarifa. Sehemu nyeti ambayo unapaswa kujibu, kukaa kimya, kuhakikisha umeshona mdomo wako ni pale anapokuuliza maswali ya mtego. Utaniuliza swali la mtego ni swali la aina gani? Majibu haya hapa. Ni swali ambalo moja, linataka kukujaribu hisia zako kwake. Mbili, kukuweka kwenye kumi na nane zake na hasa pale anapokuwa anataka kukuomba jambo. Tatu, ni pale anapokuwa anatafuta ugomvi wa lazima, yani amesha kuandalia maswali ambayo atatengeneza ugomvi ndani yake. Ukijibu tu, haijalishi umejibu poa au umejibu rong, yeye tayari ameisha ndani ugomvi. Guess this kipenzi chako anakuuliza hivi, unanipenda babe? Hivi unanipenda mume wangu? Hivi unanipenda mke wangu? Na anajua unampenda. Wengi hapa huwa tunawahi kujibu ndio, nakupenda. Kwa nini umeniuliza hivyo? Sasa nikwambie utapojibu, baada ya hapo kinachofata ni swali jingine, au ni ombi lake binafsi nice. Kwa mfano baada ya kumjibu utasikia basi njoo home kama unanipenda. I say, tayari ushaingiza kumi na nane. Au utasikia, bye kama unanipenda. Tayari utasikia unanipenda, naomba unisaidie kitu, atakwambia nina shida kubwa, hapo ni hela. I say, hapo lazima umeshamwambia unampenda na lazima utatimiza. Tunaelewa kwamba kumsaidia kipenzi chako sio mbaya, lakini kwa nini anaanza na swali la mtego? Ni kwa sababu anaelewa amekwisha kuwa too much, lakini pia anaelewa kwamba anaomba anachokiomba hakiko katika misingi. Anyways, just imagine, mtu anakuuliza hivi, ex wako alikuwa ni mzuri zaidi yangu? Hapa ndipo masikio yanasikia swali na moyo unasema kumekucha. Ila wengi hapa, kuprove unampenda, mara zote utamjibu no you are the best one, yaani wewe ni bora zaidi, ili mwisho siku aridhike, aone unampenda. Ila niamini mimi Swali linalofata hapo mara zote huwa ni sasa ulimpendea nini hapo. Ni wewe utachagua, utajibu au utakaa kimya au utaanza kujikanyagakanyaga. Atakuuliza tena, hivi ulilala naye eh? Hayo ni maswali ambayo anakutega ili mwisho wa siku pengine atengeneze ugomvi, mwisho wa siku aanze kununanuna pasipo kuwa na sababu. Lakini niamini mimi, maswali hayo yatakuja pale utapojibu swali la kwanza. Situation ya pili ambayo unabidi u, ukae kimya usizungumze lolote ni situation pale unapokasirika au anapokasirika. Tuanze na wewe unapofura au unapokasirika, hasira huambatana na ibilisi. Huo ndio ukweli, masuala ya kusingizia shetani baadaye tuachane nayo, kwa kweli utakuwa umechelewa. Dia one, imagine unakasirika, unaanza kusema sijui nilikupendea nini wewe, bora ningebaki single, umeanza kuwa mzigo, bora nisingekutana na wewe, hizi tabia za kwenu sizitaki. Lakini dia one. Kumbuka hasira na akili havikai meza moja hata siku moja. Hasira ni hisia, akili ni uwezo wa kukaa, kufikiria kuvuta subira na kuweza kufanya maamuzi yaliokuwa ya busara. Kwa nini unapaswa kukaa kimya unapokuwa katika mfuro? Kwa sababu muda huo hasira inakuwa inakuambia, sema haraka haraka vyovyote vile, ili mradi moyo wako uridhike. Ndio maana watu wenye hasira mara zote huwa wanaongeaongea haraka haraka na kwa kupayuka, ila akili inakuambia, subiri, tulia, fikiria kisha zungumza baadaye. Na ndio maana mtu anayetumia akili siku zote akikasirika huwa ana mute na akiona yamemzidia, amemzidia huwa anatoka eneo la tukio, anaenda mbali. Sasa tuja upande wa kipenzi chako kukasirika. Sasa wewe sio uliyekasirika, wewe umekosea, kipenzi chako kakasirika. Ukitia neno lolote, utazalisha jambo jingine. Niamini mimi, hasira huwa haisikilizi hoja na wala haisikilizi sababu. Hasira huwa inataka mkosaji awe mpole. Ndivyo binadamu tulivo, piga garagaza huwa ndivyo tulivyo, na usimhukumu sana pale ataponena vibaya, ni hasira zaidi. Unaweza ukashea video hii ili ajifunze siku akiwa na hasira afanyeje, na hapa ndipo kipenzi chako anaweza kuropoka jambo kwa nusu sekunde, lakini likakuumiza kwa miaka dahari. So be careful when your partner is angry or upset. Situation ya tatu ambayo unabidi kukaa kimya ni pale unapokuwa umefurahi sana kupita kiasi. Utaniuliza, sasa Mr. Abdunnoor, pale tunapokuwa na furaha si ndio muda sahihi wa kushea furaha ile na wenzetu? Jibu ni no. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo dia. Kwanza, unapokuwa na furaha sana na ukabwabwaja bwabwaja, mara zote unajikuta unaropoka siri ambazo hukupaswa kumwambia kipenzi chako. Imajini, unafurahi, kipenzi chako amekukatia, afu mwisho wa siku unaanza kuropokaropoka, unasema ex wangu hakuwa mtundu kama wewe ulivyo mtundu. Maana yake ulilala naye, hiyo lazima imuume. Imajini, umefurahi mpaka unamwambia kipenzi chako, kwa kweli wewe unajali kuliko wote nilowai kuwa nao. Ina maana ulikuwa na foleni ya watu uliotembea nao. Hiyo lazima imkanyage. Imagine unamwambia utamfanyia chochote ili mradi kulinda furaha yake. Je, akikwambia umnunulie kitu cha gharama ambacho hakiko ndani ya uwezo wako, utaanza kujikanyagakanyaga, utaanza unajua baby, unajua niko kakaenda kakarodi. Kwa nini? Kwa sababu ulimuahidi ukiwa na furaha tele ya kupita kiasi. Sasa nini tofauti kati ya hasira na furaha? Mara zote unapokuwa na hasira unamkasirisha na kumumiza mwenzako, lakini unapokuwa na furaha, mara zote unatia presha katika mahusiano yako unaanza kutia vitu ambavyo huna uwezo navyo. Situation ya nne ya kupiga kimya ni pale unapokuwa mtangazaji wa redio wa kipindi cha television. Kwa nini namaanisha kwamba? Pale kusalimia unaanza wewe, wewe ndio unaandika meseji ndefu, wewe ndio unatoa maelezo marefu pale unapokosea, lakini yeye anapokosea ni maelezo machache, imeenda umemsamea. Ujamsamea utajua mwenyewe. Pale unapogundua umeingia katika hali hiyo, usihoji sana, usianze mbona mimi nakutumia meseji ndefu, wewe unanitumia fupi, mbona mimi ndo naanza kukusalimia kila siku, mbona mimi ndo nakujulia hali kila mara, wewe haufanyi hivyo. Dear one, na wewe piga kimya. Utaniuliza kwa nini majibu? Hayapa kwanza, unajilinda kisaikolojia na kuondoa dhana ya kujishusha, kwa sababu ukipiga kimya unajitengenezea mazingira ya kwamba bila yeye maisha yanaendelea, no msongo wa mawazo. Usipozungumza naye unaweka heshima. Trust me. kipenzi aliyezoea kuanzwa, kusalimiwa, kujuliwa hali, lakini aliyezoea unapokosea unampa maelezo marefu au unamtumia meseji ndefu mara zote anapoona mabadiliko, anapoona kimya, huwa anajisikia vibaya, anakuwa anaona ule udhalili anaotengeneza kwako. Sasa unaamia kwake, badala ya kujionyesha wewe ni dhalili, sasa unamwonyesha kwamba yeye ndiyo dhalili kwako. Mwisho wa siku heshima inakuwepo. Point to note, utapoona mahusiano yako yameanza kuwa ya hivi, I say bro, I say my sister, be anytime unawezwa ukaachwa dhalili. Situation ya tano ambayo unabidi kupiga kimya ni pale unapojaribu kuelezea na haueleweki. Hii iko katika njia mbili, pale unapokosea kwa bahati mbaya, pale unapokosea lakini kosa ulijui, unajaribu kujielezea na mtu hakuelewi. Pale unapojaribu kumwelezea na mtu hakuelewi, unapaswa umute. Kwa nini unamute? Maana watu ambao ukiwaelezea jambo wanakuwa hawakuelewi mara zote, wao wanahitaji wao uwabembeleze, uendelee kupiga magoti, ndo furaha yao, na wengine unapomute ukastay silent

anasema ni kibori. Namna ya pili ni pale unapo address tabia fulani na mtu haelewi. Maana utapongea mara kwa mara, mwisho wa siku utajikuta unakuwa na gubu kwa sababu unazungumza kitu kile kile na mara nyingi unazungumza, unaweza ukapata hasira ukafanya kitu ambacho sio. Sasa nini cha kukushauri? Unapoona mtu unamuelezea, una address tatizo na anaendelea na lile tatizo, I say mute siku ya maamuzi ni siku moja. Nime Mr. Benor, kama umepata kitu katika video hii, kumbuka kudondosha comment, kumbuka kulike, kumbuka kushare ili mwisho wa siku tuweze kufaidika wote. Tukutane katika